Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya habari ambazo e, zimekuja ambazo ni habari njema kwa wasanii na wadau wa muziki wa Bongo Flava, mashabiki kwa ujumla ni kwamba BET Awards kwa mwaka huu hapa 2025 e, bwana wametoa nominations, wametoa e, zile watu ambao wasanii ambao watakuwa wanashindanishwa katika tunzo zao za BET kwa mwaka huu, ambapo e, hii ni siku ya Jumatatu Juni 9, BET Awards wamemnominate msanii kutoka Tanzania. E, ambaye anafahamika kwa jina la Abigail Chams kutoka Tanzania kama Best New International Act. Umeona bwana, eh, Abigail Chams amekuwa nominated kama Best New International Act. Yaani msanii bora mpya wa kimataifa. Umeona bwana. Kwa hiyo BET wana hiyo category huaga wanawekaga wana hapo, ambapo hiyo ni category ambayo inahusisha wasanii wote duniani e, wale wapya, basi wanapewaga hiyo category kama msanii bora duniani upcoming Eh, ambapo hapo unakutana na wasanii wa Kihindi, wa Kikolombia, huko Mexico, wale wa Latino, eh, wa Afrika na mabara mengine tofauti tofauti, eh, katika hiyo kategori. So hii ni jambo la heri kiukweli. So Abigail Chams tokea ingia katika muziki na hivi karibuni na hit song ambao amefanya na Harmonize ambao inakwenda kwa jina la Me Too, ni moja kati ya hit song ambazo zimefanya vizuri worldwide na BT wameliona hilo na wamempatia hiyo nafasi kwa kumnominate katika tunzo hiyo katika hiyo kategori ambayo nimekutajia. So Abigail Chams mwenyewe ameposti kupitia Ukurasa wake wa Instagram akaandika kwamba best BET International, BET International is proud to announce our best new international act big shout out to Abigail Chams. Umeona bwana eh? Lakini Abigail Chams na yeye pia mwenyewe amepost katika ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba blessings to God, yaani baraka na utukufu urudi kwa Mungu, um, I'm beyond grateful and blessed to be nominated uh, at the BET International Awards. Akiwanadai kwamba uh, ana furaha kubwa sana na shukurani uh, kwa kuwa nominated katika tunzo za kimataifa za BET. Alafu akasema kwamba this journey won't be possible without uh, belief yani, hii safari isinge isingewezekana bila ya kuwa na imani. love and support from my fans, upendo pamoja na support kutoka kwa mashabiki zangu. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia page mbalimbali hapa bongo zimeripoti pia kuhusiana na hiyo issue, akiwa ameandika hapa. Kwa mfano, kuna page hapa ameandika kwamba msanii Abigail Chams eh, kutoka Tanzania ametajwa kwenye orodha ya wasanii wanaowania tuzo za BET kupitia kipengele cha Best International New Acts, new new act, ikiwa ni kwa ya kwanza kabisa yeye kushiriki katika tunzo hizo. Ukiacha Abigail Chams anayeongeza kuwepo kwa vipengele vingi katika tunzo hizo ni pamoja na Kendrick Lamar, ambaye yupo katika vipengele kumi. Umeona kwa hiyo hizi ni tunzo zile za Marekani. Sio BET za kitoto, hizi ni tunzo zenyewe zile za Marekani. Unaona hapo yupo na kina Kendrick Lamar hapo humo ndani na Kendrick ndo anaongozwa kwa kuwa nominated katika, katika tunzo hizo. Ambapo yupo katika kategori takribani